Uh, Bwana asifiwe. Mpendo wa Mungu ni wakati mwingine, mchana uliomwema. Tumeona rehema za Mungu, tunashukuru kwa ukuu wake na wema wake, kwa sababu yeye ni mtakatifu. Uh, naja kwako nikitaka kufundishana na wewe kwa ajili ya ni nani watakaoenda mbinguni na ni nani watakaobaki. Sisi hatujui mpendwa, lakini tuangalie maandiko, tuyachunguze maandiko. Kuna watu wanaambia wengine wewe ndio utaenda, sijui dini yangu ndio itaenda sijui nini, lakini nataka nijaribu kukufungua akili na mawazo yako, ujue ni watu gani ambao Mungu anasema kwamba wataenda mbinguni. Kwa hivyo andamana nami na nataka roho wa Mungu anisaidie sana wakati ambapo ninapoenda kufundishana na wewe uh, katika kitabu cha Mariko cha Mathayo nane kumi na moja huo mstari ni, soma na nimekuwa nikifundisha sana kila wakati kwa ajili ya andiko hili. Ni andiko lenye uzito, ni andiko la kutupea matumaini, ni andiko ambalo linatuonyesha kwamba Mungu anapenda kila mtu. Angalia, wakati Yesu alikuwa anaombea Wayahudi, yule mama Myunani akaja akasema, mtoto wangu amepagawa na mapepo. Yesu akamwambia, siwezi nikachukua chakula cha watoto nikapea umbwa. Angalia, yule mama alimwambia, hata umbwa ukaa chini ya meza na ikala makombo. Yesu alirudi akurudi kusema we umbwa, imani yako imekuponya, bali aligeuza na akasema kwamba wewe mama, imani yako imekuponya. Kwa hivyo nataka uende nami aste aste wakati ambapo naenda kufundisha, ili fundisho ili ujue kwamba mbinguni haijatengwa kwa watu fulani, for a special class, no imetengwa kwa yule ambaye ataabudu Mungu kwa haki na kweli na yule atakayotumia ukweli mpaka mwisho. Na mahali ambapo tutashindwa, neema ya Yesu inatosha, lakini sisi tusiseme anapeanaje neema na tusifanye dhambi makusudi tukifikiria kwamba neema tu inatosha. Hapana, we have to do something, tuweze kuweka sheria za mwokozi wetu Yesu Kristo. Kifo chake hakikuwa tu, mpendwa, is another act no kifo chake ilikuwa ni hali ya kuonyesha unyenyekevu wa juu ili tukaweze kupata ukombozi. So, nataka kusoma katika kitabu cha Mathayo uh, nane kumi na moja ambayo inasema wengi watatoka mashariki na magharibi ambao wataketi karamuni pamoja na Abrahamu, Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni. So, Mungu anatuonyesha kwamba Isaka, Yakobo na Abrahamu ndio waliokuwa watakatifu au walipata direct ticket to heaven, na anatuambia kwamba tutakaa ndani karamuni ndani pamoja na Isaka, Yakobo na Abrahamu. So, maneno haya yalizungumza na Bwana wetu Yesu Kristo. Maneno haya ni unabii na ahadi ambayo yeye mwenyewe alitoa, sio mwanadamu Maneno haya ni ya muhimu sana na yanafaa kuzingatiwa sana na yeyote anaye yasoma. Sijui wewe unazingatia kivipi? Kwa sababu maneno haya ni ya unabii kutoka kwa Kristo Yesu mwenyewe, tuko na hakika kwamba yatatimizwa. Biblia imejaa mambo mengi ambayo yanaonekana kuwa magumu sana kutimizwa, lakini hata hivyo yametimika. Ingawa ya kutimika hizo nyakati za kina Isaya, kina Yeremia, wali Biblia inatuambia waliyatazamia wakiwa mbali, lakini yamekuja yakatimia. Kwa mfano, ukiangalia katika Agano la Kale linasema kwamba Kristo atazaliwa katika mji wa Bethlehemu. Ukisoma katika Mika tano mbili inasema yeye Efrata ulio mji mdogo. Eh? Eh? Na hii ilitimika. Kama tu jinsi mambo ambavyo yalitabiriwa yatatimizwa. Vivyo hivyo maneno ya Kristo katika Mathayo nane kumi na moja yameendelea kutimika. Wengi watatoka mashariki na magharibi, ambao wataketi karamuni pamoja na Abrahamu, Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni. Yes, maneno haya pia ni ahadi. Hii ni ahadi ambayo tunaahidiwa na mwokozi wetu Yesu Kristo. Yalizungumuzwa kama himizo kwa mtume kwa mitume wa Kristo na wahubiri wa sasa. Mara kwa mara huwa tu, tunajaribiwa kuwaza kwamba kuhubiri na kufundisha neno la Mungu kuwatembelea watu haina faida, kwa sababu si wengi ambao wanaokoka. Lakini kumbuka kwamba kuna ahadi moja kutoka kwa yule ambaye hawezi akadanganya na hajawahi kukosa kutimiza yale ambayo amesema. Haijalishi ni wangapi ambao wanakataa kupokea neno la Mungu. Ukweli ni kwamba maneno ya Kristo Yesu hayawezi kupita bila kutimia. Wengi watatoka mashariki na magharibi, nao wataketi karamuni pamoja na Abrahamu, Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni. Haya, mpendwa, ni lazima yatimie, haya ni lazima yatendeke. Bwana wetu Yesu Kristo anasema kwamba watakuwa wengi. Neno hili wengi linamaanisha idadi kubwa. Je, hawa wengi wataokolewa bila kuzaliwa mara ya pili, eh, wala kuoshwa katika damu ya Kristo Yesu wala kutakaswa na Roho Mtakatifu? Je, hawa wengi wataokolewa bila kutubu dhambi zao wala kumwamini Kristo au kubadilishwa moyo la? Haiwezekani mpendo ikiwa watu wanaokolewa bila kutubu na kumwamini Kristo na kuwa watakatifu, basi ni bora kutupa mbali Biblia na kuacha Ukristo. una injili ni maskaredi inatembea, kwamba neema ya Yesu ilitosha, haijalishi we unafanya nini, neema ilitosha. Hiyo ni, hiyo ni ukumbafu mpendwa. taka tuende na wewe polepole pole, tuone Mungu atatusaidia namna gani. Taka, ni seti Biblia yangu hapo, nikipata andiko na ninaendelea kulisoma. Eh, kuna Wakristo wachache sana katika ulimwengu huu, wao ni kundi dogo sana. Yesu Kristo mwenyewe alisema mlango ni mwembamba na njia ni finyo ielekayo kwenye uzima nao ni wachache tu waionao. Hiyo ni katika Mathayo saba kumi na nne. Kuna wakristo wachache sana katika miji na ni wachache sana, na ni ukweli ambao, wanahudhuria kanisa kwa mioyo yao, sio kwa kufata watu wengine, sio kwa kulazimishwa, sio kwa kwenda huko kwa sababu ya injili ya upotovu ya uende kanisani uombewe ubarikiwe kuna wachache miongoni mwa matajiri na wachache miongoni mwa maskini. Kuna maskini wameona kwamba hakuna Mungu. Kuna matajiri wanasema pesa zao ndio, ndio mungu wao. Kuna wachache miongoni mwa wazee na wachache miongoni mwa vijana. Kuna wachache miongoni mwa wale ambao hawajasoma na wachache miongoni mwa wale ambao wamesoma. Kuna wachache ambao wanaishi katika manyumba makubwa na kuna wachache ambao wanaishi katika nyumba mbaya, hata wengine barabarani, hata wengine katika garage, hata wengine wanaishi chini ya flyover, wengine wanaishi katika fire exit. So kuna wachache kila mahali. Kuna wachache ambao wanaishi katika manyumba makubwa na wachache ambao wanaishi katika nyumba, nyumba mbaya sana ina ni jambo condition, naamini ni jambo la kuhuzunisha kwamba ni wachache ambao wanakutana kwa maombi kumsifu tu Mungu. Ni jambo la kusikitisha sana, mpendwa, kusoma Biblia na kuongozana kuhusu maisha ya kiroho ni wachache sana. Mara kwa mara Wakristo wako peke yao. Kuna wengi ambao huwa hawahudhurii kanisa katika maisha yao yote na wao wanaonekana kuwa wanaishi bila Mungu. Ni wachache ambao wanahudhuria meza ya Bwana na ni wengi ambao huwa hawahudhurii meza hiyo. Ni wachache mpendwa, nikiendelea kusema, ambao huwa wanahubiri Kristo na ni wachache ambao huwa wanawajali wale ambao hawajaokoka. Je, kuna mtu ambaye ameweza kusema kwamba mambo haya ni ya uongo? Lakini hata wakati mambo yako hivi, Bwana Yesu Kristo anasema kwamba wengi watatoka mashariki na magharibi, ambao wataketi karamuni pamoja na Abrahamu, Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni, Mathayo nane kumi na moja. Hawa wachache watakusanyika, watakusanyika, watakusanyika, watakusanyika wata na watakuja kuwa wengi. Wengi watatoka mashariki na magharibi a wata, wataketi karamuni pamoja na Abrahamu, Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni. Je, ni kwa nini Bwana Yesu Kristo alisema haya? Kumbuka kwamba yale yote ambayo anasema ni ya kweli. Nitakuonyesha ni kwa nini Bwana Yesu Kristo alisema haya, kama utaandamana na mimi. Jambo la kwanza, kutakuwa na Wakristo wengi ambao watakusanyika pamoja, kuanzia kwa Abeli hadi kwa wale ambao watapatikana wakiwa hai wakati wa Yesu Kristo atakaporudi. Kutakuwa na umati mkubwa wa watu ambao hakuna yeyote awezaye kuhesabu. Hiyo ni Ufunuo saba tisa. Unasema ni kakundi kadogo tu kataenda? Kakundi gani? Utakuwa na wateule wengi walo, ambao waliishi katika agano la kale, kama kina Enoka, Nuhu, Abrahamu, Isaka, Yakobo, Musa, Daudi, manabii wote wale, agano jipya kama mitume wale ambao waliishi vijijini na wale ambao waliishi mjini. Wote wakati hawa wote watakusa, watakusanywa pamoja, kutakuwa na kusanyiko ambalo hakuna mtu yeyote anaweza kulihesabu. Na nisikia, ndugu, tusome neno tukilichunguza, tusianze tukatakiwa kakundi kadogo. Yes, kutakuwa na Kristo wengi ambao hawakujulikana na wewe. Wote hawa watakusanyika pamoja, kwa sababu majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo wa Mungu. Wengi wao wameishi na kufa katika hali mbaya sana, na hawakuwahi pata mtu wa kutembelea au kuwafariji wakute. Wengi wamesikia mahubiri ya mhubiri fulani na wakaokoka, wewe unasema endi kanisani na alikuangalia akaona, wewe ni wa kuhukumu. Lakini aliposikiza tu muhubiri fulani mahali, na ndani ya roho yake akaokoka, na wewe ukawa umemfungia mlango na uko karibu mahali ambapo angeenda aweze kukuza imani yake. Lakini hata muhubiri huyo, mwenye walisikia hawakumjua, hata yeye hakuwajua hata pengine walisikia tu sauti, pengine ni kwa redio. Kuna wengi wa watu kama hawa ambao wanaishi maisha ya imani na wanapenda Kristo na wanajulikana na Kristo hata kama wanadamu hawawajui. We, sio wewe kuchagua wenye wataenda mbinguni. Hawa pia watakuwa katika kusanyiko kubwa sana ambalo hakuna mtu anaweza kulihesabu. Ukweli ni kwamba jamii ya Mungu ni kubwa sana kuliko jinsi wengi wanavyo wazi huwa tunasahau kwamba kuna mambo mengi ambayo yanaendelea katika ulimwengu huu ambayo hatuoni wala kusikia. Kuhusu maisha ya watu wengi imefichika, mpendwa, kutoka kwetu. Ndio nasikia neno linatuambia usifanya namna gani, usihukumu. Hatuwezi kuhusu nyakati zilizopita na kuhusu mamilioni ya watu ambao wamekufa katika Kristo na kwenda mbinguni hmm? Ni jambo la kweli kwamba lango ni pana na njia ni pana ielekayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kupitia mlango lango hilo hiyo ni Mathayo saba kumi na tatu. Ni jambo la huzuni kwamba kuna wengi ambao wako karibu nasi na wamekufa katika dhambi na hawako tayari kukutana na Mungu. Yes ah, lakini tunafaa kujua kwamba hata kama kuna wengi wa aina hii hatufai kuwaza kwamba wale ambao wameokoka ni wachache sana. Hakuna. Hata kama kwa macho ya kawaida wanaonekana kuwa wachache, katika utukufu watakuwa kusanyiko ambalo hakuna mtu ambaye anaweza kulihesabu. Je, msikilizaji wangu, wewe ni yule ambaye anacheka kwa sababu wale ambao wameokoka wanaonekana kuwa wachache. Je, wewe ni yule ambaye anawadharau wale ambao wanasoma Biblia? Na wanajitahidi kuwa watakatifu na wanatembea karibu sana na Mungu. Je, wewe unaogopa kuokoka kwa sababu unawaza kwamba ni wachache tu ambao wameokoka? Na kuna wengi ambao watakuwa kinyume nawe kwa sababu hii umekataa kuokoka. Kumbuka kwamba kuna wengi ambao wako kama wewe. Wakati Nuhu alikuwa anajenga safina, mpendwa, kulikuwa na wachache ambao waliungana naye na wengi walimchekelea, lakini yeye na wale ambao walikuwa naye ndio waliookolewa wakati wa gharika. Wakati Wayahudi walikuwa wanajenga ukuta wa Yerusalemu baada ya kutoka Babeli, Sanbalat na Tobayas ambao wako hata katika maisha yako sahii, waliwacheka na kusema je, hawa Wayahudi wanyonge kweli watajenga ukuta huu? Nataka nikwambie mpendwa, Sanbalat na Tobayas wako katika maisha yako, katika uokovu. Watanena wanayotaka, lakini hawezi kudisaidi safari yako ya kwenda mbinguni. Wakati Bwana Yesu Kristo aliuacha ulimwengu, ni wanafunzi tu mia moja na ishirini ambao walikutana katika chumba cha juu huko Yerusalemu. Wakati Mafarisayo na Masadukayo na makuhani na marafiki wao ambao hawakumwamini Kristo walikuwa wengi kuliko wanafunzi wa Kristo. Kwa wakati mwingine katika historia ya ulimwengu watu wa Mungu wameonekana kuwa wachache na maadui wao wameonekana kuwa wengi sana. Jichunge sana kutokana na yale ambayo unafanya. Jichunge sana usije ukadharau Kristo wa kweli kwa sababu ya idadi yao kwa sasa. Mpendwa, unaweza kuwa miongoni mwa umati mkubwa sana. Uwe unacheka sasa saa hii, lakini siku inakuja ambapo utafungua macho yako na kupata kwamba wale ambao ulikuwa unawadharau kwamba ni wachache ndio watakuwa umati mkuu wa watu ambao hakuna mtu anaweza kuhesabu. Sijui kama unanisikia wewe, ambaye umemkubali Yesu Kristo. Je, wewe ni yule ambaye unajihisi kwamba unataka kukaa kukata tamaa, kwa sababu unachukiwa na kuchekelewa kwa sababu unampenda Kristo Yesu na unajitahidi kumtumikia? Je, unajihisi kushushwa moyo kwa sababu huna mtu wa kuomba naye au wa kusoma naye neno la Mungu au wa kuzungumza naye kuhusu Kristo Yesu? Je, wewe ni yule ambaye anahuzunika sana kwa sababu wengi wamekuacha kwa sababu umeokoka? <gulikia> ukweli ni kwamba yale ambayo unayapitia kuna wengi sana kama wewe ambao wameyapitia tangu mwanzo wa dunia hii. Watu kama Abrahamu, Isaka, Yakobo, Yusufu, Musa, Samueli, Daudi, Abrahamu, Isaka, Yakobo, Yusufu, Musa, Samueli, Daudi, manabii na mitume wote walipitia matatizo kama hayo. Je, wewe unafikiria kwamba mambo yatakuwa mazuri kwako? Pata faraja kutokana na maisha ya watu wa Mungu na uwe na imani. Kuna neema kuu kutoka kwa Mungu kwako kuliko jinsi unavyoweza kufikiria. Pia kuna Wakristo wengi ambao wako njiani wakielekea mbinguni na wengi hawajui. Eliya aliwaza kwamba alikuwa peke yake, lakini hakufahamu kwamba kulikuwa na elfu saba ya watu ambao hawakuwa wameabudu sanamu. Aliona ni yeye peke yake. Pata faraja kutokana na haya tu, utazame mbele. Wakati wako, wakati wako wa furaha unakuja. Utakuwa na marafiki wengi sana katika ufalme, utakuwa na marafiki wengi sana katika ufalme wa mbinguni ambao watakukaribisha na kusema njoo, tukae pamoja. Ni jambo la baraka hata wakati uko hapa ulimwenguni kukutana na mkristo mmoja. Jambo hili huwa linatuletea furaha kubwa sana ndani ya moyo wetu na utufanya nafsi zetu zina wili. Je, si litakuwa jambo la furaha kuu wakati tutakuwa miongoni mwa Wakristo wenzetu na wakati hakutakuwa na dhambi yeyote ya kutusumbua? Hili litakuwa kusanyiko ambalo hakuna mtu ambaye anaweza kulihesabu huko mbinguni. Kutakuwa na furaha kuu ambayo itazidi ile furaha tuko nayo hapa ulimwenguni. Hata neno limekwambia, ulimwenguni kuna dhiki, lakini tumwamini tu Mungu ambaye atakuja kutuondolea hili dhiki. Watatoka mashariki, hiyo ni ahadi yetu, na magharibi. Maana ya maneno haya ni hii: wale ambao wataokoka watatoka katika sehemu mbalimbali za ulimwengu huu. Watatoka sehemu ambazo hata wengi wetu hatujawahi kuwaza kama kuna mtu ambaye anaweza kutoka huko, hata China mahali wanachoma mabibilia. Na nataka nikwambie kwamba wote hawatakuwa watu ambao walikuwa wanahudhuria kanisa moja. Yes, waseme tu ili kanisa langu tu, yes, sijui nini wewe Mungu anatuambia kuna kondoo wengine ambao sio wazizi hili, nami mwenyewe nitawaleta. Jinsi vile ataleta hatujui, tunajua ndio kuna kanisa kamili ya Kristo. Lakini wacha nikwambie, unaweza vaa jina la Kristo lakini hautaenda mbinguni, utaaibika siku ya mwisho. Wengi watatoka mashariki na magharibi na wote hey. Wacha kufinya neno la Mungu kwa ajili ya watu wengine Wacha kufanya safari ya watu wengine kwenda mbinguni, wakose matumaini watu. Tuache kuamini ndani ya wanadamu, tuache kuamini ndani ya dini. Yesu aliwacha dini gani? Oh, hii ni dini yangu, hii ni dini yangu. Wamekuwa na mapokeo tofauti, na tunaonywa katika kitabu ya Wagalatia mlango wa kwanza kwamba na mtu yeyote akija na injili nyingine ambayo sisi hatukuwaachia, msiisikize, hata akiwa ni maraika kutoka mbinguni, don't listen to him. Injili zimekuja ulimwenguni zimekanganya, maonyo ya Mungu yamekataliwa, watu wanaenda kwa njia ambazo wanapenda. So wote hawatakuwa watu ambao walikuwa wanahudhuria kanisa moja, hawa ni watu ambao wametoka katika madhehebu tofauti tofauti, mpendwa kutakuwa na wale kutoka kanisa la kipentekoste ambao walikuja wakamjua Mungu kwa kweli. Kuna wale ambao walikaa katika kanisa la kianglikana ambao hawakufuata mitindo na desturi za huko, walifuata mtindo wa Kristo, na katika kanisa la kibaptisti. Wengine watatoka katika kanisa la kimethodisti, wengine watatoka katika Presbyterian Church, wengi ambao hatujawahi kuona wala hawakuhudhuria kanisa moja na sisi wengi wao sasa, wako na mambo fulani ambayo hawakubaliani nayo miongoni mwao, lakini mwishowe watakubaliana, mwishowe watakubaliana. Amen. Watapata kwamba yale ambayo walikuwa hawakubaliani nayo ni madogo sana kuliko yale ambayo wanakubaliana nayo. Kwa moyo mmoja wote watasema haleluya, sifa kwa Kristo ambaye alitupenda na akatuosha kwa damu yake. Hiyo ni Ufunuo moja mstari wa tano Kwa damu ya mwana kondoo, wote watasema kwa sauti moja amen, amen. <Čusio> wimbo huko mbinguni utakuwa moja tu, na kutakuwa unahusu yale ambayo Mungu amefanya, yale ambayo hawakuwa wamekubaliana nayo wakati walikuwa hapa ulimwenguni. Yote yataishia hapa, mafundisho ya Roho Mtakatifu yatadhihirika waziwazi kabisa. Kutakuwa na kanisa moja ambalo halitakuwa na doa lolote. Hakutakuwa na ugomvi, mabishano au mafarakano. Wote watakuwa ni kitu kimoja machoni pa Mungu, kanisa ambalo Kristo aliwacha, kanisa ambalo ni la Kristo mwenyewe. So unangoja nini mpendwa? usidanganywe watakuwa wadogo. Tangia wakati Kina abiri na nyakati hizi ni wengi watakaokusanyika mbele za Bwana wakiimba hosana, hosana, wale ambao watapewa tuzo na watarudi tena kuitupa mbele ya mwana kondoo wakisema, hii tuzo umetupea, ni wewe ambaye unahitaji kutupiwa hii tuzo, kwa sababu hata sisi hatufai. Bila wewe hatungeokolewa. So, amina. Sande kwa kunisikia Pastor Aggrey Luvai. Jijue, jitambue. Wakisema ni wachache, dont throw yourself, kwamba si wewe utakayehesabika ndani, na down the line watakuwa ni wengi. Namalizia kwa kusema na kurudia mstari wangu katika Bibilia ambao unasema hivi: wengi watatoka mashariki na magharibi, ambao wataketi karamuni pamu.